Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba mkiweza kuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mtaweza kuhamisha milima hii, ondoka hapa kwenda hapo. Hii inamaanisha ni kiasi gani? Katika imani kuna mamlaka, katika imani kuna amri ya kuamuru mambo na kutokea, katika imani ndiyo inaweza kusababisha kubadilisha kitu kilichokufa na kuwa hai. Leo hii unapitia umaskini, leo hii unapitia mateso, leo hii unapitia shida mbalimbali. Inakuhitaji ili kuvuka katika shida hiyo uwe na imani, ili uweze kutoka katika tatizo linaloweza kukusumbua kwa muda mrefu, iwe uh, ni magonjwa iwe uh, ni kutengwa iwe ni kukataliwa, inatakiwa uwe na imani. Uh, watu wengi sana pia wanateseka katika hali ya kuhitaji utajiri wa kifedha, uh, utajiri wa kiroho, uh, utajiri wa kimaarifa Inahitaji kuwa na imani. Hautaweza uh, kuishi maisha halisi pasipo kuamini hayo maisha. Hakuna jambo ambalo litaweza kutokea kwenye maisha yako na kuwa katika hali ya uhalisia bila wewe kuamini hivyo. Uh, watu matajiri ni watu wenye imani. Uh, ni watu wenye kiwango kikubwa sana cha imani, na sio imani haba, ni imani ya kuamini haswa. Uh, mimi nina ushuhuda kidogo kuhusiana na jambo hili la imani. Uh, nakumbuka ni miaka karibu mitatu iliyoweza kupita Uh, nilikuwepo na muomba Mungu siku moja, ni siku ambayo niliweza kuona ni jinsi gani imani inaweza kufanya kazi. Siku hiyo nikamwomba Mungu, nilikuwa namuuliza Mungu ya uh, kwamba mimi ni nani? Uh, natakiwa kufanya nini? Kusudi langu ni nini? Uh, baadaye hapo nikajiuliza, hivi je, Mungu atanijibuje? Ikanibidi uh, niombe sasa kwa imani kusema ya kwamba Mungu, wewe una watu wako hapa kanisani. Kama una watu wako hapa kanisani, ninakuomba sasa kwa maombi haya niliyokuomba, naomba ukazungumze na watu wako kesho. Inapofika kesho, uniletee majibu ya yale mambo niliyoweza kuomba. Niliamini, niliamini na nilivyoweza kuamini, hakika Mungu aliweza kufanya jambo la utofauti sana. Nakumbuka niliamka ikawa asubuhi, majira ya asubuhi, imani kaniambia kwamba leo haitaweza kupita bila huyo mtu kuja kwako. Siku ilienda na Mungu aliniacha, ikafika paka majira ya jioni kabisa, mida ya saa moja hivi, na nilikuwa nimetoka nimeenda kazini. Kwa hivyo niliporudi, nafika tu nyumbani, nikaambiwa kuna mama alikuja kukutafuta. Kwa hiyo, moja kwa moja imani kaniambia huko huko huko ndiko huko, huko, huko kuna majibu yako. Kwa hiyo nikaweza kuamini kwa hiyo nilienda na kweli Mungu akanipatia majibu kupitia mama yule. Hivyo napenda kukuambia kwamba ili uweze kuishi uhalisia wa maisha ambayo unaweza kuyaona yenye mafanikio, lazima uwe ni mtu mwenye imani, na imani kubwa ambayo itaweza kufanya mapinduzi, imani ambayo inaweza kugeuza katika giza kuwa nuru, imani ambayo inaweza kugeuza yale yaliyokuwa yamekufa kwenye maisha yako na kuwa hai. Wengine tumekata tamaa, wengine ni maskini wa afya, maskini wa mambo mengi sana. Tunahitaji msaada, na hii ili kuweza kujitoa katika hali hiyo inatakiwa tuwe watu wa imani. Je, unatamani kufanikiwa? Je, unatamani kuendelea katika hali ya huduma? Au unatamani kuwa mtu mkubwa katika elimu? Unatamani kuwa mtu mkubwa katika biashara? Inakubidi uwe ni mtu wa imani. Imani itaweza kukufikisha mbali. Imani itaweza kukufanya wewe kuwa mtu ajabu. Imani itaweza kukufanya wewe kuwa mtu ambaye sio wa kawaida katika dunia hii. Utaweza kufanya mapinduzi makubwa sana, ukiishi maisha ya imani. Naitwa Daniel Yusufu, nasema tuzidi kujifunza, kuna cha kujifunza.